Tumekutana hapa leo kwa ajili ya kuungana na wadau wenzetu wa ukimwi duniani kuadhimisha siku ya ukimwi duniani ambayo hufanyika kila tarehe mosi ya kila mwaka, tarehe mosi ya mwezi wa 12 ya kila mwaka. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu 25 ni imarisha mwitikio, tokomeza ukimwi. Kwa mwaka huu tunaadhimisha siku hii kwa kutoa tamko hili na kutoa elimu na taarifa mbalimbali za udhibiti wa VVU na ukimwi ili kuhimiza wananchi kujikinga dhidi ya VVU kupitia vyombo vya habari. Vile vile, kuendelea kuhakikisha huduma za VVU na ukimwi zinatolewa na serikali bila malipo yoyote. Pia, kupitia maadhimisho haya, tunahimiza upimaji wa hiari pamoja na huduma za matibabu na matunzo kwa wale wanaokutwa na maambukizo ya VVU na tunawasihi WAVIU waliopo katika huduma za matibabu na matunzo kuendelea kutumia huduma hizo kwa sababu serikali inazitoa bure. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa kila mmoja kutumia siku hii kujua afya yake ili kuendelea kujikinga, na kwa wale wenye maambukizi kupata huduma za matibabu na matumizi zinazotolewa bure na serikali. Ndugu wanahabari na viongozi, naendelea kutoa wito kwa wananchi wote katika ngazi zote kuanzia familia, sehemu za kazi, nyumba za ibada, maeneo ya utoaji elimu na katika jumuiya mbalimbali kuendelea kuchukua hatua za kudhibiti ukimwi, ikiwemo kupima VVU kwa hiari, kutumia huduma za VVU na ukimwi, kuondokana na tabia hatarishi za kuzingatia kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa makundi yote kwa jamii. Serikali, kupitia Ofisi ya Waziri Mkuu na Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania, TACAIDS, imekuwa ikiratibu maadhimisho ya Siku ya Ukimwi Duniani kwa malengo yafuatayo: kutathmini hali ya mwenendo wa kudhibiti virusi vya ukimwi kitaifa na kimataifa; pili, kuhamasisha jamii kuendelea kushiriki kwenye ajenda ya udhibiti ukimwi; tatu, kusherehekea mafanikio yaliyopatikana na kutafakari changamoto zilizopo ili kuimarisha mikakati zaidi ya kudhibiti ukimwi; nne, kuwakumbuka wale wote waliopoteza maisha kwa maradhi yanayotokana na ukimwi, kuwaenzi wapendwa wetu wanaoishi na VVU na yatima waliotokana na tatizo la ukimwi; na mwisho, kufanya uragibishi kwa viongozi wetu kwa ngazi za juu na watunga sera kuendelea kutoa kipaumbele katika ajenda ya kudhibiti ukimwi. Katika maadhimisho ya Siku ya Ukimwi Duniani mwaka 2024 yaliyofanyika mkoani Ruvuma tulisambaza matokeo ya utafiti wa hali ya VVU na Ukimwi nchini ambaye yalionyesha kuwa hapa nchini takriban watu milioni moja na laki saba wanaishi na virusi vya Ukimwi. Aidha, taarifa hiyo ilibainisha baadhi ya mafanikio katika upatikanaji wa huduma za VVU na Ukimwi nchini ikiwa ni pamoja na moja, kuongeza kwa kiwango cha watu wanaotambua hali za maambukizi ya VVU kutoka asilimia 91 mwaka 2024 hadi asilimia 92 mwaka huu 2025; mbili, kuongeza WAVIU wanaotumia dawa za kufubaza VVU kutoka asilimia 98 mwaka 2024 hadi asilimia 98.5 mwaka huu 2025; kuongeza WAVIU wanaotumia dawa za ARV ambao wamefubaza VVU kutoka asilimia 97 mwaka 24 hadi leo kufikia asilimia 98.1 mwaka huu 2025, kuongeza kwa idadi ya vituo vinavyotoa huduma ya tiba na matunzo kwa WAVIU ili kuhakikisha kuwa huduma za VVU na ukimwi zinapatikana kwa urahisi kutoka vituo elfu saba, mia nane na tano, kwa mwaka 24 hadi vituo elfu nane, mia mbili na tatu, kwa mwaka huu 2025.